Uh, mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano utakuwa ni mwaka yale yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Danieli na Daniel na Daniel aliyofunuliwa Daniel kwenye sura ya kumi na mbili ule mstari wa kwanza mpaka yote Plus ile one sura one nzima ya kumi na mbili ya ya Daniel yataanza Daniel kutimia It will start to be lakini hasa mstari wa nne unasema, maarifa yanapoongezeka maovu nayo yanaongezeka. Kwa hiyo mwaka elfu mbili na ishirini na tano huu utakuwa so na matukio mengi sana ya ajabu that ambayo roho wa Mungu alimfunulia Daniel yatatokea. Uh, mwaka jana niliongelea kwa habari ya ajali za mambo ya ndege, huu muendelezo wa matukio kwa sababu ya neema iliongezeka na maandiko ya Daniel. Nimeona ajali ndege moja kubwa sana ilikuwa imebeba watu na ni ndege maarufu inadondoka, na waliokuwa mle ndani asilimia kubwa nilikuwa naona watu weupe, ni kama upande wa huko dunia iko, lakini upande kama wa,